Mheshimiwa um, naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mheshimiwa Lucy Sabu, Mbunge wa Viti Maalum, sasa uulize swali lako, swali la Bunge wa Viti Maalum, maalum linauliza je, serikali na mkakati gani wa kuhakikisha sekta ya sanaa na michezo inawanufaisha vijana kwa kuweka mifumo rasmi? Swali hili linapatiwa majibu na Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma naibu waziri wa wizara hiyo. Mheshimiwa Spika Serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi kuhakikisha sekta za sanaa na michezo zinawanufaisha vijana kama ifuatavyo. Moja, kutoa mikopo ya masharti nafuu kwa wasanii kupitia mfuko wa sanaa na utamaduni ambapo hadi sasa kiasi cha shilingi bilioni 5.25 kimetolewa kupitia matawi ya benki za CRDB na NBC zenye matawi kote nchini. Mbili, kurahisisha usajili wa wasanii kupitia mfumo wa Artist Information Management System AMIS ambao sasa umeunganishwa na ule wa TAUSI unaotumiwa na TAMISEMI kwa lengo la, la kurahisisha zaidi huduma hadi vijijini. Kati ya Julai 2024 na Aprili 2025, jumla ya wasanii binafsi 844, vikundi 158, taasisi 39, kampuni 274 na kumbi za burudani 115, zimesajiliwa. Tatu, kuanzisha tozo ya, ha ya hakimiliki kwa lengo la kuwanufaisha wabunifu wakiwemo wasanii ambapo kati ya Septemba 2023 hadi Aprili 2025, jumla ya shilingi bilioni 1,552,751,160 zimekusanywa. Nne, kuanza kwa ujenzi wa akademia ya michezo katika chuo cha maendeleo ya michezo cha Malya kwa lengo la kuibua vipaji hasa kwa vijana wenye umri mdogo, na tano, kuendeleza mashindano ya kitaifa ya UMISETA na UMITASHUMTA kama moja ya njia ya kugundua na kukuza vipaji miongoni mwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa Lucy Sabu, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, naomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Nashukuru kwa ujenzi wa chuo cha michezo Malya, na tunashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu juzi alikitembelea Je, ni lini sasa serikali itakamilisha ujenzi wa chuo hicho ili kiweze kuwanufaisha vijana wa Kitanzania na vijana wa Bariadi mjini? Swali la pili, je, serikali sasa iko tayari kuhusisha sekta binafsi ili iweze sasa kushiriki kwa lengo la kuboresha na kuibua kwa, kwa ajili ya sekta hii ya michezo nchini? Asante Mheshimiwa spika. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa, Mheshimiwa spika. Kwanza, ni taguuwakilishi mzuri wanaopata vijana wa Bariadi mjini kutoka kwa Mheshimiwa John Sabu, na namtakia kila laheri kwenye safari yake hii mpya ya kuendelea kuwawakilisha. Kuhusiana na swala la ujenzi wa kituo cha michezo cha Malya, hata Mheshimiwa waziri mkuu amekitembelea Jumapili tu juzi, na kiko ndani ya muda na kitakamilika mwishoni mwa mwaka huu, mwezi Desemba mwaka 2025 kwa ajili ya kuwawezesha vijana wakiwamo vijana wa Bariadi mjini kupata maeneo ya kugunduliwa na kutunzwa kwa vipaji vyao. Kwa hiyo nimtoe mheshimiwa mbunge wasiwasi a, kituo kile ujenzi wake huko ndani ya muda na utakamilika kama ilivyopangwa. Kuhusiana na ushiriki wa sekta binafsi, Mheshimiwa Spika, katika miaka hivi karibuni kumekuwa na ushiriki mkubwa wa sekta binafsi kwenye masuala ya michezo nchini. Ushahidi unaweza kuonekana kwa ushiriki wa makampuni kama Azam, a, benki ya NBC, benki ya CRDB, makampuni ya GSM, makampuni ya MATL, uh, Fountain Gates, Alliance Academy na wengine wengi. Serikali inaendelea kushirikiana na wadau wa sekta binafsi naende, na inaendelea kusimamia mkakati wa utekelezaji wa sera ya maendeleo ya michezo uliotengenezwa hivi karibuni ili kuhakikisha ushiriki wa wadau wa sekta binafsi unaendelea kuwa mkubwa na unaendelea kuchagiza maendeleo ya michezo nchini. Mheshimiwa Asha Abdulla Juma swali la nyongeza asante sana Mheshimiwa Spika yeye serikali ina ina mpango mkakati gani katika kukuza na kulinda maadili mema kwa wanamichezo na wanasanaa katika uvaaji muonekano hata unenguaji ikibidi katika kulinda heshima la Tanzania yetu na hasa kwa vile wasanii wanafanya vizuri na wanachipukia vizuri. Najaribu kutafakari ili swali namna linavyohusiana na swali la msingi. Mheshimiwa, Mheshimiwa, Mheshimiwa Asha, na... nafikiri ili tupate majibu mahususi kwa maswali uliouliza, hebu swali lako ulipeleke kama swali la msingi, kwa sababu nimetoka kabisa kwenye jambo lililoko hapa, lakini kwa sababu tu aliyesimama ndio anahusika. Kwa hiyo Mheshimiwa naibu waziri, kazi yangu kukulinda, ulete majibu ya swali lake, yani Mheshimiwa atuletee swali kama la msingi ili serikali iweze kujibu kikamilifu swali lako. Mheshimiwa Festo Sanga, swali la nyongeza. Uh, kumekuwa na changamoto ya migogoro uh, kwenye tasnia ya muziki lakini tasnia ya michezo, so, kwa maana management za wachezaji na wasanii, na ni ipi kauli ya serikali ili kusaidia uh, watu wao wakuwe kwenye sanaa kwa sababu tumeona wengine wakipata depression. Mheshimiwa naibu waziri majibu. Uh, nakushukuru Mheshimiwa Spika, masuala ya migogoro kwenye mikataba ya kibiashara yanaendelea kushughulikiwa kwa namna ambavyo inastahili ina sisi kama serikali kupitia baraza la mich la sanaa la taifa na baraza la michezo hali kadhalika tumekuwa tukijaribu kushauri na kukaa na pande zote mbili kunapokuwa na matatizo yote ya kimikataba, lakini uh, kubwa ambalo tunalifanya sasa hivi ni kuwaelimisha wasanii na wanamichezo kuhusiana na aina ya mikataba wanayoingia ili kuhakikisha tunapunguza ama kuondoa kabisa migogoro ambayo imekuwa ikitokea ambayo ilikuwa inaweza kuepukika. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako. Kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge, Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Dr. Christina